Historia ya Afrika haijaandikwa kwa bahati mbaya, bali kwa ahadi na mikataba vilivyofichwa. Hapa tunachambua historia ya Afrika bila woga, bila upendeleo na kwa macho ya ukweli. Karibu The Afro King Media. leo tunaangalia viongozi wachache waliotia saini mikataba ya amani chini ya udhamini wa mataifa makubwa, lakini baadaye wakapoteza madaraka au nafasi yao katika historia. Viongozi waliopoteza madaraka baada ya makubaliano ya amani chini ya udhamini wa nguvu za nje. Namuona wa kwanza, Patrice Lumumba, waziri mkuu wa kwanza wa Kongo huru, DRC, mwaka 1961 alifanywa makubaliano na uungwaji mkono uliohaminiwa Patrisi Lumumba alipokea ahadi rasmi kutoka Umoja wa Mataifa na mataifa kadhaa ya magharidi kuhusu kulinda uadirifu wa eneo la Kongo mcha huru. Licha ya ahadi zote hizo, alitengwa kisiasa, akazuiriwa na baadaye akaondolewa katika uongozi. Mgogoro wa Katanga, mvutano wa vita vya baridi na masilahi ya madini yalizidi nguvu ahadi za kidiplomasia. Funzo ni kuwa dhamana za kimataifa hupoteza uzito zilapokinzana na masilahi ya kimkakati. Namba 2 Thomas Sankara, rais wa Burkina Faso, mwaka 1987 alifanya makubaliano au dhamana za nje. Kabla ya kuondolewa kwake, Sankala alikuwa amefungua mazungumzo ya kikanda na kimataifa kuhusu uthabiti wa nchi, pamoja na ahadi za kidiplomasia za kutokuingiliwa. Ila baadaye anaondolewa madarakani katika mabadiliko ya kisiasa. Msimamo wake wa kujitegemea uliathiri masilahi ya baadhi ya wadau wa kimataifa tunze likuwa msaada wa nje hudumu hale tu sera za kiongozi zinakoendana na ajenda za waliomsaidia. Namba tatu, Laurent Desire Kabila, rais wa DRC, na mu mwaka elfu mbili na moja alifanya makubaliano baada ya kusainiwa kwa mikataba ya Lusaka kwa mwaka ya 1999 iliyolenga kurejesha amani. Kulikuwa na ahadi za usalama na utulivu wa nchi chini ya wadhamini wa jumuiya ya kimataifa. Licha ya mchakato wa amani, anaondolewa katika mazingira ya vurugu mwaka elfu mbili na moja. Mahusiano yake na washirika wa awali wa kikanda yalikuwa yameharibika; maslahi ya kijeshi na kiuchumi yalitangulia utekelezaji wa makubaliano fuzo ni kuwa makubaliano ya amani hayaondoi hatari pale miungano ya kisiasa inapovujika. Namba nne: Mohamed Morsi, rais wa Misri, mwaka 2013 alifanya makubaliano na dhamana za Magharibi. Mohamed Morsi alikuwa amesaini makubaliano ya kidiplomasia na Marekani Umoja wa Ulaya na Israeli kwa ajili ya kudumisha utulivu wa kikanda, ila baadaye aliondolewa madarakani na jeshi mwaka 2013. Mabadiliko hayo yalipokelewa kwa tahadhari na jumuiya ya kimataifa. Mafunzo ni kuwa uwaji mkono wa kimataifa ubadilika kulingana na masilahi yaliyoko. Namba tano, Manuel Zelaya, rais wa Honduras mwaka elfu mbili na tisa alifanya dhamana za kidiplomasia manuel zelaya alikuwa na mawasiliano ya kidemokrasia na marekani pamoja na oas kuhusu thabiti wa taasisi za nchi licha ya kutoa dhamana hizo zote za kidiplomasia aliondolewa madarakani na jeshi tukio hilo ilikusorewa rasmi lakini baadaye ikapokelewa kisiasa mafunzo ni kuwa dhamana za kidiplomasia si kinga kamili dhidi Boro, ya migogoro ya kisiasa ndani na nje. Historia inaonyesha mwelekeo unaojirudia. Kwanza, makubaliano ya amani mara nyingi ulinda masilahi ya wadhamini wake zaidi kuliko viongozi binafsi. Hili nguvu za kigeni zinapodhamini makubaliano ilinda kwanza miungano yao ya kimkakati, masilahi ya kiuchumi na ishawishi wao wa kijeshi. Tatu, historia inaonyesha kuwa kiongozi anapopoteza umuhimu wa kimkakati, makubaliano kubadilika kutupa samani. Amani ya kidiplomasia wakati mwingine huficha mvutano wa nguvu unaoendelea nyuma ya pazia. Huu ni uchambuzi wa kihistoria na kisiasa, lengo letu si kuchochea chuki, bali kufungua macho ya Afrika kupitia historia. Kama unapenda maudhui ya kweli, bonyeza subscribe, like na ushiriki video hii. The Afro King Media, South Africa isiyopigwa chujio.